Umemalizika, unaweza kutoa kwanza maoni yako ya namna mchezo tulitegemea hatukutegemea, uh, hicho uh, ambacho tumekipata, tulijiandaa kuja kupata matokeo lakini nadhani kila mtu ameona mchezo ulivyoenda. Wachezaji walijaribu kuingia katika, katika rhythm lakini uh, ni mambo ya, mbo ya, mbo ya, ni vitu ambavyo hatuwezi kuvielezea kwa uwazi kwamba nini kilitokea mpaka tukashindwa kucheza katika rhythm, ni vitu ambavyo vipo nje ya uwezo wetu lakini tulijitahidi pale tunapoweza kurudisha timu pamoja. Bahati mbaya makosa ya kibinadamu kama ulivyoona goli kipa wetu mwishoni. Ni vitu vya makosa madogo madogo ya kimchezo yalitokea, yamesababisha hao kuweza kupata ushindi, lakini tulikuwa tunaamini tunaweza kupata chochote katika mechi ya leo. Kulikuwa kuna nafasi yoyote ya uzoefu kwenye mchezo huu kwa maana ya kwamba namna ambavyo matokeo yameamuliwa baina yenu ninyi na Yanga Princess? Ah, ya ya nafasi ya unafasi uzoefu ipo tena kubwa sana, ukiangalia tumecheza na timu sisi ni changa afu ina wachezaji pia wachanga mwingi, tulikuwa tunaweza kuongea kuwapushi watoto wasogee, tunategemea hili itatokea tu kwa sababu ya uzoefu. Hapo hapo kwenye uzoefu yeah. Mwalimu e, mpo na mchezaji mkongwe kama e, Gaucho na amewasaidia kupata mabao yote mawili kama uzoefu unamata manake mmejipanga ku, kuongeza wazoefu zaidi kwenye dirisha hili? Hapana, hapana, hii ni project, naidhani hii ni project, na ndio maana umeona tuna vijana wachanga watajifunza kupitia watu tuliokuwa nao, na kama inawezekanika hiyo kuongeza wachezaji wengine, basi hilo litakuwa ni swala la kiufundi zaidi ya. A, bado, bado, hii ni, hii, ligi hii ni marathon, ni nadhani bado tuna nafasi, hatuwezi kusema tumepoteza bado kwamba tume, tumecheza kusema, kwamba itatuvunja moyo walimu, tuna nafasi, wachezaji wanakuja sio wao wenyewe vibaya, wametakuwa wameshangaa kwa mechi kwamechi tuliowapa hii Yeah, yeah, yeah. Sisi kwa sisi tumejua wapi pa pa kufanyia kazi, tumejua. Tunashukuru tumecheza na timu kubwa, kwa hiyo tunaamini tuna, tuna kipimo tulichokipata sisi kinaweza kutusaidia katika mechi ambazo zinakuja mbele yetu.